And the prosperity of our nation. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika uzinduzi wa majadiliano ya mapitio ya mtaala mpya wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC, wenye lengo la kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na uhitaji wa dunia ya sasa katika masuala ya ulinzi na usalama, ambapo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Dkt Stagumine Lawrence Tax ndiye alikuwa mgeni rasmi wa shughuli hii.

Mara baada ya uzinduzi huo, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa akapata wasaa wa kuzungumza na wanahabari. Leo tumefanya nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa majadiliano kuhusu mapitio ya mtaala wa chuo hiki, Chuo cha Ulinzi wa Taifa. Na mtu mwingine anaweza akasema kwa nini unafanya unaenda kuzindua, mbona ni kitu kidogo hiki? Ni kitu kikubwa sana, kwa sababu taasisi yoyote au dunia yoyote hatuishi katika njia ambayo imesimama. Tunaendelea kukua, na hiki ni chuo cha muhimu sana katika taifa letu kwa sababu ni chuo ambacho kinashughulika na mikakati ya kiulinzi na usalama. Na unapoongelea kufanya mafunzo, kufanya tafiti, kufanya konta, ka, consultancy katika ulinzi na usalama, unaligusa taifa katika sekta yote kwa sababu ulinzi na usalama unagusa sekta zote. Kwa hiyo chuo hiki kilianzishwa mwaka elfu mbili kumi na mbili ni muda umepita, kwa hiyo mambo yanaendelea kubadilika. Kwa hiyo chuo kikaona kwamba ni wakati mwafaka, na hii mchakato umeanza muda kidogo, kwa kupitia mtaala wao ili uendane na matakwa ya dunia ya sasa. Kwa hiyo wamekushafanya kazi kubwa, wanaendelea na kazi hiyo. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni kuwaleta wadau wengine, ili na wenyewe wachangie, lakini madhumuni ni kukiendeleza chuo hichi ambacho chuo hiki kina thamani kubwa na kinathaminiwa sana, sio Tanzania tu, dunia nzima pale mmeona sasa hivi tunao washiriki kutoka karibu nchi kumi na saba, kumi na saba. Tanzania. Eh, Tanzania lakini na nchi ni mataifa mengine rafiki kumi na saba. Kwa hiyo hiyo, na wangeweza kuwa hata nchi nyingi na watu washiriki wengi zaidi, lakini bado hatuna nafasi ya kutosheza watu wote. Kwa hiyo kama, na hiyo inasaidia pia kwamba tunajiangalia sisi, lakini pia tunaangalia dunia inakwendaje, kwa kupata pia mawazo kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo wameshafanya benchmarking na nchi zingine, wamefanya tafiti humuhumu ndani kwa hiyo, tunatarajia sasa baada ya shughuli hii tutakuja na mtaala mzuri ambao utakifanya chuo kiweze kuwa mahiri zaidi, kwa sababu tayari ni chuo mahiri. Asanteni. Mimi ni meja jenerali Wilbert Augustine Buge, mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania. Uh, leo tulikuwa na tukio la muhimu sana, na ni tukio ambalo ni la marejeo ya mtaala wa chuo cha taifa cha ulinzi. E, kama ambavyo wengi nafahamu e, wanajua Chuo cha Taifa cha Ulinzi kilipozinduliwa elfu mbili na kumi na mbili ndo tulianza kutekeleza mtaala e, ambao ni mtaala wa umahiri e, kwenye eneo la usalama lakini na mikakati e, kwa hizi nchi za Afrika, lakini e, duniani. E, Chuo cha Taifa cha Ulinzi kina nafasi ya kipekee kwenye nchi na kidunia. E, kwa maana ya kwamba wale wanaokuja kusoma hapa ni wafanya maamuzi, washauri wa, wa ngazi ya stratejia kwa maana ya ngazi ya mwisho ya nchi na kwenye sekta mbalimbali mbali, lakini pia hao ndio watekelezaji wa sera. Sasa sera zenyewe zinahusu usalama wa taifa na ndio maana tunazungumzia usalama wa taifa na mikakati Haijarishi ni sera ya namna gani, lakini chochote kinachohusu uhimilivu wa taifa letu kinahusu usalama wa taifa. Sasa katika hili, huwezi ukakaa na mtaala kwa takribani miaka kumi na tatu mpaka leo 2025 halafu ukajiaminisha kwamba ulipo bado panatosha. Matishio ya kiusalama ya usalama yanazidi kuongezeka, teknolojia zinakuwa, lakini pia changamoto kwa wafanya maamuzi na watekelezaji zinazidi kuwa ni nyingi: utandawazi, tabia nchi, lakini matishio ya kimitandao. Yote hayo ni sehemu tu ya changamoto zilizopo. Ukikaa unaendelea kufundisha kana kwamba utambui eh, haya mabadiliko yanayoendelea takuwa bado umahiri wetu tunautweza. Kwa hiyo ninashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekubali kuja kushiriki nasi kutuzindulia ay, haya majadiliano sasa ya wadau pamoja na wataalamu ambao ndio watakwenda kumalizia jukumu hili tulilolianza mwaka elfu mbili na kumi na nane la kuboresha mtaala wetu wakalete maandiko sasa ambayo utayatumia tena kwa kipindi fulani kuendelea kuwafundisha washiriki wa kozi zetu ndefu na kozi fupi kulingana na mabadiliko yanavyoendelea. Ndio maana ya umuhimu wa tukio hili la leo. Asanteni sana, na mtazamaji wa Ulinzi Channel, hakika ilikuwa njema sana nadhani umejionea ilivyokuwa uzinduzi wa mapitio ya mtaala mpya wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi cha Tanzania hapa NDC, na aliyokuwa ana officiate tukio hilo ni Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dkt. Sagomina Lawrence Tax Mbunge. Hakika ilikuwa njema, endelea kuifuatilia Ulinzi Channel kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, Twitter zamani. Website yetu ni www.modern